Maana yake mfano kule kipande cha kuanzia Mkanyageni mpaka Kilapula, maana yake tunaenda kuwatengenezea vijana wawe na, na vikundi vya watu hamsini wa hamsini bodaboda. Mnaelewa maana yake, kule kwa wenzenu kuna mzunguko. Sasa kwa upande huu wa Kibaoni hatuwezi tukasajili watu hamsini kwenye so, kikundi kimoja so, na wote hacha. Sasa nikueleweshe, ndo napotaka kuelekea. Mnaelewa maana yake, sasa tukubaliane ni lazima tuwe tuna vikundi ambavyo tufahamu, kikundi cha watu ishirini, hawa dhamana yao au biashara yao ni bodaboda. Yani ni maafisa usafirishaji wa Kibaoni, yeah. Maana yake tuwasajili, yeah, yeah, tuweze kuwapatia uniform, si ndio? Maana yake hata kama likitokea tukio lolote la uhalifu kwa kutumia pikipiki, maana yake yeah, yeah, yeah, mimi nitakapofika huku sitakamata mtu yoyote, nitakapokuja labda na polisi, sitakamata vijana wote, maana yake tutawajibisha wale ambao ndio wahusika kwenye hichi chama cha usafirishaji. Yani hawa maafisa wa usafirishaji ndio ambao tutaanza kudili nao, si ndio? Jamani, lakini nafahamu kipande hichi vijana wengine mpo kwenye kilimo, si ndio? Maana yake tunapaswa sasa pia kutengeneza kutengeneza chama kingine au kikundi kingine cha vijana ambao kama mtakuwa ishirini maana yake tuweze kuwatafutia msaada wa mikopo hii ambayo haina riba ambayo inatolewa na serikali yenu wenyewe. Tumeelewana jamani? Sasa yote haya yatawezekanika pale tutakapoenda kuchagua viongozi sahihi ifikapo Oktoba ishirini na tisa. Nafahamu kila mmoja wetu ana makovu Si ndio, jamani Zani? Sasa hayo makovu jamani, bila kwenda hospitali tutayatibu. Hospitali ndio siku hiyo ya kwenda kufika pale kwenye kituo cha kupigia kura, lakini kwa amani, sisi kila mmoja wetu hapa ni kiongozi, anapasa ailinde amani hii, asitokee mpuuzi akaja kutudanganya. Tunaona e, CCM wanafaidika, wanapata hela. Mimi ukinipiga, ukinipiga sachi hapa kumi sina mfukoni Kumi sina yaani, hata ile vumbi ukinikagua, ukini sina mm. Lakini nini nakipambania? Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni cha kwenu vijana, si ndio jamani? mm -hmm, cha kwenu vijana kwa asitokee mtu aje atuvuruge, tuvuruge tuingie barabarani brother, tukiingia barabarani tutaishia kuvunjwa miguu, tukatibie kwenye hizo zo zahanati ambazo zinatokana na chama cha Mapinduzi. tumeelewana jamani? mm -hmm. Hey, mambo haya kaeni simna viongozi, mkae tupate vijana ishirini 20, ishirini 20. Tupige kura tukae kama hivi hivi, nyiwe yenyewe ni mashahidi, wamepita viongozi wengi, lakini hakuna kiongozi ambaye kila zikipita siku ngapi ngapi, nipo kibaoni nipo kibaoni. uongo kweli? Sasa niwaombe hizo biashara hizo ndo tumezichoka kabisa. Unaona, tukichagua mtu kama hivi mpaka uchaguzi ujao twasilia. Mambo hayo nafahamu, nasema hivi, nasema hivi, naomba niseme bwana, naomba niseme ndio nisiyo. Nisiyo. Nisiyo, jamani kuna watu hata wa ukiangalia haiba yake ni uongo, uongo kweli. Kuna mtu ukimwangalia pia, unajua huyu si muongo mimi ni hukumu kwa sifa zote bwana e, diwani wenu eh na kianga mwambieni, ni kweli, si mtoto wa kiume ule mwenyelewa, lakini ukija ukaambiwa kiongozi wenu ni mwongo, hilo kataeni, hilo mkatae. Na ndio maana mnaona kila mara nipo kibaoni, kwani mi n tayari nimeshakuwa kiongozi. Kwa nini naifuatilia shule yenu? Kwa sababu natambua kibaoni mmesahauliwa, na ndio maana kila kukicha nipo kibaoni, zikipita siku mbili. Jana nilikuwa kibaoni, juzi, kila siku nakuja. Sasa nafikiria nakuja hivi? Hapana, nakuja na, na, kwa ajili ya kufuatilia mambo. Ndio jamani, maana yake unaweza ukaona wewe tu shida yako ina umuhimu, lakini kuna mwingine anateseka, hapati hata maji. Uongo kweli? hiyo ni kweli e? maana yake sasa mnatakiwa fahamu kwamba ndam, tumeongea mambo mengi ukihusiana na mambo ukiachana na haya mambo ya yeah, kijamii pia na yeah, mifumo yake kuna mkulima kuna bodaboda mm -hmm, lakini ili kichetu, sasa, na sisi tusiingie katika vishawishi lazima kuwe na michezo, yaani hilo swala katika kijiji chetu limepuuziwa, yaani hilo swala halipo kabisa. Nadhani pia wana michezo tuko wengi, kwa hiyo tunahitaji. Naomba naomba niliseme hili ili, ili niwahakikishieni kwa sababu hata, hata, hata mgombea wetu wa nafasi ya ubunge ameniagiza mm, nije niwaambie jezi sijui vifaa vya michezo vipo tayari, lakini mnafahamu nyie wenyewe situpo kwenye, kwenye kampeni hizi jamani. Leo hii mimi mgombea nije nionekanike naleta sijui nilete jezi na natoarusu jamani. Sasa kama huyo mgombea wetu nafasi ya ubunge atoa hizi tisho zaidi ya elfu kumi anashindwa nini kuwapeni jezi kata, uh, nini kijiji cha Kibaoni kuna vitongoji vingapi? Kuna vitongoji vingapi Kibaoni? Eh, si vinne. Maana yake si lazima tupate timu nne, ndiyo jamani. Eh, sasa ndani ya wilaya nzima tuna vitongoji mia nne tisini na saba lakini mgombea wetu wa nafasi ya ubunge kanunua zaidi ya pea mia saba maana yake hapo hata kama tuna timu za mbuzi pia eh yes, yeah. Sasa hey, tunashindwa yeah. vipi? nye ni vijana mnaotokana na chama cha Mapinduzi, ndio. Si ndio jamani. Nafahamu inawezekanika huko nyuma yametokea makosa nafahamu. Sasa mimi mwenyewe sana niona ni kijana yeah. okay. mimi mwenyewe si kijana, vijana sasa. Ndio nasema kuna wengine waliopita inawezekanika, wametereza kwenye jambo moja au jingine, si ndio jamani? Lakini vingine wametufanyia, si ndio jamani? Hata kwa kile kichache wamepambana, si ndio? Sasa walipoishia wao, mimi naomba nichukue dhamana, sawa jamani, kama nilivyoonesha dalili ya kushinda kila siku. Ikipita siku moja mbili, kibaoni kwani kwani? Hamna watu wana shida? Kila pula wana shida, watu kila pula, si ndio eh? kwani hakuna watu wana shida? Mlingano huko si wanazo? Lakini kila siku nipo kwenu huku, sababu ni nini? Nafahamu mmekuwa mkisahaulika, wanakuja watu wanawaombeni kura, nyie kwa mapenzi yenu na chama chenu cha Mapinduzi na hapa